Bwana Mungu, Baba wa rehema na faraja, utazame kwa huruma wale wanaoteseka katika umaskini na majonzi. Inua mioyo yao iliyochoshwa, waimarishe katika udhaifu wao na uwafunike kwa ulinzi wako mtakatifu. Wape riziki yao ya kila siku, amani ya moyoni na uhakika kwamba wewe ni mchungaji mwaminifu ambaye hawaachi watoto wake. Bwana Yesu Kristo, Mwokozi wetu, waguse wale ambao nguvu zao zimepungua na maisha yao yamelemewa na mizigo mizito. Ponya majeraha yao ya ndani, tuliza mawazo yao yenye hofu, na ujaze mioyo yao tumaini jipya. Neema yako iwazunguke kama mwanga wa alfajiri, ikiwaongoza na kuwafariji katika kila dhoruba inayowapitia. Roho Mtakatifu, chanzo cha faraja ya milele, wajaze waliopweke na waliotelekezwa kwa upendo Wako wa mbinguni. Nena katika mioyo yao ili wajue kwamba wao ni wa thamani, wamependwa, na kamwe hawajasahaulika mbele zako. Amani Yako, ipitayo akili zote, ishuke juu yao na kuwaimarisha katika kila siku ya mapambano yao. Ee Mungu wa milele, rehema zako zishuke juu ya dunia yote, zikiwagusa kila maskini, kila mnyonge na kila roho iliyoachwa. Washo ndani ya mioyo ya watu moto wa huruma, ili tuweze kuinua waliodhoofika, kuwasaidia waliokwama, na kuwa mwanga mahali penye giza. Jina lako litukuzwe kupitia ushindi wa upendo juu ya huzuni na kupitia nuru unayoileta katika sehemu za giza zaidi za dunia. Amina.